Kwa majina anaitwa Beth Ndegwa, mimi ni mkaaji wa Mwiki, na ninatafuta Simon Kibe kwa sababu kuna mambo imenilemea. Kuna mtoto wangu alisafiri kutoka nchini Kenya akaenda nchini Lebanon on the year 2022, na alikuwa anafanya kazi ya salon, The Whole Beauty. So, it happened on date 1st of December 2023 akiwa katika kazi yake aliweza kupigiwa simu na Wakenya wenzake wale alikuwa anafanyia kazi ya beauty, na wakamwambia kuna watu wako mahali wanataka waende watengenezwe makucha. So yeye akamaliza shughuli zenye alikuwa nazo na akaenda. Akiwa katika hali ya kuwatengeneza akamaliza mmoja, akiwa anaelekea ana, kutengeneza wa pili, kuliweza kukuja masaidi nao masaidi wakasema kuna mkenya walikuwa wanatafuta kwamba walikuwa na msuspect alikuwa na shida na passport yake, kuna venye sijui ilikuwa na makosa gani. So walishikwa wote walikuwa Kenyans watano na wakapelekwa kwa cell. Sasa mimi niliambiwa on the spot wakati mtoto alishikwa, na nikaanza kufuatilizia katika kupiga simu, na wale Kenyans ambao wako huko walinisaidia kunielekeza venye kunaendelea. Sasa nikiwa katika hali ya kupiga simu nikaambiwa kwa sababu huko kulikuwa Disemba na ilikuwa msimu wa holiday, hakuna, stu, hakuna process yote ilikuwa inaendelea ya mambo na koti na nini, so ilibidi tutulie tungoje Disemba, tungoje sasa January ndio tujue vile mipango iko January. Kaanza tukafuatilizia na ikasemekana mwezi wa wanne watapelekwa kotini. Wakapelekwa kotini wa mwezi wa ine, but sasa wakakosa Mkenya mtu mwenye angeza kufanya interpretation ya kiarabu na kizungu so walienda kotini, hiyo ikafeli, haikuenda through. Wakapangiwa tena mwezi wa sita. Hiyo mwezi wa sita nikaambiwa mtoto wangu hakuweza kwenda kotini juu hiyo story ilikuja ikamgonga, juu ni kitu sasa yeye hakuwa anaelewa imetoka wapi, ikamgonga, akawa ako mgonjwa. Hao wengine wakapelekwa, yeye akabaki, na amepelekwa husi akatoka hosi vizuri, wakawa wengine nao wamepelekwa kotini, wakakuja wakapatikana hakuna makosa ilipatikana, ikasemekana ika wapigwe fine kwa sababu barua zao kuna vile zilikuwa zimepitisha muda, wakapigwa fine na wakaachiliwa, wapelekwe on the process to deportation. Katika hali ya kupelekwa deportation, sijui venye kulienda, msichana wangu nikasikia walikorai na one of the prisoners prison staff hapo, sikuelewa hiyo vizuri sasa huyu alipobaki hapa kwa sel ule, ali huyo prisoner, huyo mfanyikazi hapo, alienda akaripoti kwamba huyu amesema ame atampiga sasa. Hao wakaachiliwa wengine, wamerudishwa Kenya, wangu alishika kapelekwa prison. Mimi kutoka hapo nikaanza kufuatilia kwa hizi ofisi za diaspora, nikapiga kwa embassy huko kote, tumeenda tukiuliza, tunaambiwa hakuna kesi. Tumejaribu hata kwa watu wenye wako huko Lebanon wanifuatilizie wakiwa huko wanaenda wanambua, hakuna kesi. Sasa, Disemba last year mtoto wangu akaanza kuwa mgonjwa, napigiwa simu naambiwa amefaint, ame anatumia inhaler. Hakuna prison yenye alipelekwa ni mbali, Kenyans wenye wako huko wananiambia hawawezi fika huko, ni mbali, hawawezi enda kumuona. Sasa anaishi tu hakuna mtu anajua kwa watu. Sasa Desemba, kuna record niliweza kutumiwa na yeye, akiniambia hali yake venye iko, la voice la mama, mama uko aje? Merry Christmas in advance. Eh, uko na Christmas nzuri. Bado sijatoka huku, bado niko kwa jela, but kila kitu kitakuwa poa soon. Salimia junior, salimia gift Uambia na nawapenda sana, na ukuwe na Krismas njema. Rafu yana nishughulikia kwa kila, kila kitu, nakula nakunwa, na kunywa, nashukuru Mungu. Ukuwa na wakati muhimu na Mungu akubariki, nazidi kuniombea bauko, eh, okay. Juzi ameweza kunitumia barua akiniambia bado hali yake si nzuri na yeye eh hajui nini inaendelea, hakuna prosesi yote inaendelea na Kenya hapa ke, Kenya ofisi za of Kenya zilikuwa zi, nikienda huko wananiambia watatafuta roya watume huko ili waweze kufuatilizia ni nini. Hiyo yote nimejaribu, hakuna kitu inaendelea. Mimi niko na huzuni sana ndani ya moyo wangu, juu sijui hali ya mtoto wangu iko aje na huko ni mahali siwezi enda nifike. Naomba tu Kenyans ambao wako Lebanon na wako na roho ya utu wanaweza enda hiyo prison inaitwa Zara Women Prison waende waangalie mtoto venye ako, mtoto anaitwa Vara Likatemi Susa, waende waangalie hali yake afya vile iko, wanisaidie plose zenye zinaweza tusaidia juu wao wako huko na wanajua mipango yote ya huko, wanisaidie, wanishike mkono, wanionyeshe njia. Na Kenya ambao tuko hapa ofisi za diaspora, nimetembea huko mara mingi, nionyesheni njia, nisaidieni, embassy, simameni mnisaidie, tuokoe mtoto wangu juu hali yake ya afya si mzuri na hakuna mtu sahai nawezategemea, na mtoto hasikii vizuri, na mimi nimejaribu kwa uweza wangu, nimefika mwisho. Ndio sababu nilikuwa natafuta Simon Kibe nikijua yeye atakuwa msaada wangu. Nimeona akisaidia watu wengi, nimeona akiinua watu wengi, nimeona akishika watu wengi mikono. Ninajua ako na roho ya utu, hata mimi anihurumie, anionyeshe njia, juu macho yake ni makubwa, yanaona mbali ndio sababu ninamtafuta na najua alikuwa ananiambia mtu anisaidia. Kwa barua yenye aliniandikia alikuwa ananiambia hakuna mtu sahihi mtoto wangu, mimi nakupenda na nakuombea sana sana kabisa, na sina shauku kwa moyo wangu kwamba haya mashtaka yote kuna jambo umetenda. Mimi nina imani na wewe na ninakuombea na nina utafaulu, usiwe na hofu hizo stress zenye zinafanya unagonjeka. Put off the stress, ufocus na life yako ufocus na afya yako, na sisi tunakupigania. Sisi Kenyans ni watu wanapendana Kenyans ni watu tunashirikiananga, tunashiriki, tunashiriki, sisi watu wakuachiliana wakua, tutapigania haki yako na tutajua utapata haki yako, so be strong girl, ukijua kwamba your family in Kenya wanafaitia haki yako. Ni hivyo tu nitakwambia mtoto wangu, na ujitie nguvu.